Unajua mimi sina mke. Hauna mke? Ni mpaka sasa hivi una mke? Kwa nini? Wanawake nawaogopa. Wanawake ni watu. Wewe unatafuta mke? Mm. Mm. Mm. Mm -mm. <laughs> Tafuta mke. Tafuta mke eh? Tafuta mke. Tafuta mke. Ah, tafuta mke. Eh, tafuta mke. Acha kutafuta wanawake. Asante. Mm. Asante Saa hizi ujaawa ndugu yangu, yaani haifai, haifai. E, Juma ngaa, <coughs> malizi hapa, anakuja sasa hivi akupe akupe. Sawa, si mwambie akupe, mimi nakuja. Sie nakula, nakula. Haya, mpe simu niongee naye. Anko. Wembe nakuja una simu hapa? Nakuja mara moja. Nilikuwa na njaa. Nasibu rafiki yangu. Naam. Muda toka umechumwa na msumali. Ujarudi tena mpatie huduma. Bwana, kusema kweli ni harakati tu za maisha, tunajua maisha yetu ya kuungaunga, ila unaendeleaje? Kusema kweli niendelea vizuri e, na lakini maumivu bado bado bado bado kidogo, maana nimekuja kucheck mimi. Na imani utapona, na pia nadhani kimeanza kushikana, si ndio? Hivyo ndio. Basi usiwe na wasiwasi kabisa, ila ni vyema kama ningekiona pia. Basi sawa sawa. Basi nadhani hilo ni jambo jema kabisa, sio sio mbaya sio mbaya, ila naona kidogo unaendelea vyema, manadhani ndani ya siku mbili au tatu mm, maumizi atakuwa amekata kabisa, na pia kuna dozi hapa nitakuwa nikuandikia mm, nikupatie az sawa sawa. Usudi kesho kutwa ukija, tubandue bandage, sawa sawa sawa? Basi ndio kabisa, wasiwasi utakuwa sawa. Okay, tatumia hizi mbili mara tatu, kidonda hicho kikauke mapema sawa? Lakini sawa, ili tumemaliza, lakini kuna na kitu nataka nikushirikishe kwa rafiki yako. Kitu gani? Ah, uliwahi kunitambulisha <coughs> kwamba yule ni mke wako kama sikosei, pale serikalini unapofanyia kazi, ndio yule aliyekuja naye pale juzi kati wakati natoka kwa mgonjwa njia panda ile anapanda pale juu, mm. Mimi natoka zangu kwa mgonjwa napanda na hiyo njia, ndio nilimkuta mke wako wewe ameshikana na kijana mmoja mkubwa, alivyoniona wakaachia, nikashindwa kuelewa. Lakini mimi naye sikufocus sana, nikasema ah, sikujua kichoendelea pale, lakini bidi niondoke. mm. mm hata masiara basi. Sikia ndugu yangu, nikwambie ni, ni kweli kuwa tunataniana, lakini kwa hili mm. Nahitaji kukwambia it is very, very, very serious. Kweli yeah, ni kweli. kwa nini kudanganya? basi sawa, kwa hili itabidi niwe nalo makini sana, na ngoja nilichunguze nithibitishe mwenyewe. basi sawa, asante, nashukuru. Naomba ndani ya siku mbili urudi hapa. Tumia dawa kwenye muda sawa sana, usizidishe vidonge kusudi ukauke hicho kidonda. Deni mambo, asante sana sana rafiki yangu. Msijali, sawa. Mdoa wote tutaonana, bwana. <coughs> Mimi nakujua wewe ni dokta wa serikali, bila shaka unakuwa na duka la madawa. Wewe ni dokta wa serikali hivyo, una akili kweli? Hilo ni swala kuniuliza mimi? Wewe hilo inakuhusu nini? Hivi tunakoseana adabu mpaka unanitukana mimi? Kwe, mimi mimi kwa kwa hiyo sina akili wewe? Ndio umenikosea mimi adabu, kwa sababu umeniuliza swali la kipumbavu. Wewe inabidi ufuatilie maisha yako sio kuniangalia mimi maisha yangu. Wewe nakuhusu nini? Yaani sikufuatilia wakati unaibia serikali? Yaani we wewe unatuibia mimi unasema nisikufuatilie? Unajibia wewe unanibia mimi na unaibia watu wengine. Brazo, ulivyonisimamisha nilijua ni mtu wa maana. Kwa sababu nikikuangalia yaani muonekano wako na mambo ambayo unaniambia ni vitu vitu tofauti. Bana, sikia, nikwambie. Wewe ni mpumbavu na ni mshenzi. Yaani wewe ni mpumbavu na ni mshenzi. Kwa sababu umeshindwa kuendesha maisha yako na kufuatia uache unaomba. Unanitukana? Ndio, nakutukana, unaamuaje? Nasema hivi una cha kunifanya. Brother, tutakuja kuvunjiana heshima tutakuja kuvunjiana heshima, tutakuja kuvunjiana heshima. Usiniguse na kugusa. Sikia ni kuambie. Naomba ufanye maisha yako. Naomba ufanye maisha yako. Acha kunifatilia. Nakwambia hivi, fatilia maisha yako. We, vipi wewe we. Achana mimi bana. Tawa vipi? Kama kawa? Shwari? Ile ile. Mambo anaenda? Tupo babu. Poa. Oh, sasa. Mhm. Mm, mwanangu, kitanda changu na kabati kushakamalisha. Ah, kuhusu kabati ndo shaka. Kabati ndo kama unavyoona nilikuwa kidogo na landa landa mbao hizi. Namalizia malizia, ila kitanda kile pale kipo tayari. Na hizi mwenyewe unaona mambo ni chega ah. tu. Je, mwanangu, na kwamba wapi mshikaji wangu? Hamna babu. Angalia mwenyewe nimepambana babu. Angalia mali tayari afu angalia hapa ni bakisha mwenyewe unaona. Sasa Mwanangu, nimepata mtoto mzuri. Mkali nataka kumweka ndani. Wewe tena. Kwa nimechoka kuwa bacha ah? Hmm. <laughs> Oh. Oh. Oh. Na poa. Ni wangu. Ah, oa. Hmm? Babu. Mwanangu, binti wenyewe anakaa mitaa hapa. Nani hapa? Hata kuwa mtoto wa kijumbe mzee. Ah ah. Ah. Ah. Eh? Eh. Hapa ni mgeni. Sana tu. Mwanangu ah. Sana. Jay. hivi unaakili kweli wewe? zinakutosha vizuri. Naomba meza yangu Jay, naomba meza yangu baa ahisieznaomba meza, meza yangu Jay, itaki mambo mengi. Naomba meza yangu, naimalizia. Blaza, kama unavyoona mzigo haukuepo. Yaani unavyoona saa hizi mbao ndo zinaingia, na huyu hapa mwana, ndugu wangu nakuheshimu, nakuheshimu sana Nitakusanya vitu vyako vyote niondoke navyo. Ah, sasa unakosea blaza. Naomba meza yangu sasa. Hapo unakosea mwenyewe, nimekwambia mzigo na Yesu ulikuja, nimekuelekeza mbao ndo zinafika sasa hivi, unamwona mwanangu ndo kaingia na mbao sasa hivi. Yaani hapa unavyoniona, hadi hapa saizi mwenyewe silali, nawazia mzigo wako, mzee mdogo wangu hmm? Kesho asubuhi naifuata meza yangu hapa, sasa uwe na biashara hizi, tutaonana wabaya. Hamna blaza, fanya kitu kimoja njo hata jioni basi, mzigo wako utakuwa fresh. Haina shida. Waje mwanangu, umeshikwa na pesa nyingi? Mwanangu jao, huyu mzee, huyu mzee alileta kazi yake, unasikia, nikamwambia kwa sasa hivi niko busy, nivumilie mzee. Akaniambia basi nitavumilia, vumilia, lakini unaangalia saa hizi baada ya kuleta mzigo imekuwa kelele. Sema nini? Hamna noma mwanangu, pambana, ndio hivyo hmm? Babu, unaelewa. Ila mwanangu hiyo shughuli mimi naisimamia. Au unasemaje? Wewe tena. <laughs> Nakubali familia. Poa. Naambia rafiki yangu. Se, na, na kama hapa kijijini eti. Ah, ni bwana ni kweli. Nilipata ajali. Bwana ni kwenye mizunguko yangu nilichomwa na msumari. Kuna jamaa mmoja hivi mweupe mweupe alitambulisha kwa jina la Miles.

Ngoja, hmm. Kwanza nipumzike nitaingia tu sawa. Sasa jamaa wangu, yeah. Kuna mtu nataka nimcheki hapa chini, kwa hiyo ngoja ni nionane naye, tutaonana baadaye sawa, haina shida, poa poa. dalidia. Be, shikamoo. Marahaba, jambo. Jambo. Tupo. Asante, nimejambo yangu, yangu. Sawa, nguo wenyewe ndio hii hapa nimesha imaliza kuishona nguo yako dada. Sawa ya, nimepata nimepata hapo safari kidogo ko nikaona nije, siku zimeenda. Sawa, umekuwa mvivu siku hizi, unajua kabisa inavyouma. Mdogo wangu wewe, unasema tu unasema, hmm? yaani hii nguo ilikuwa imeshanipa kule hatima eh. Yake mmeisha bora, kawaida tu ndio hmm. Niletee basi tena wateja wengine Haya, ah, hatausiwazi okay. Yeah. Sasa hivi nakuambia, mgongo hmm. unanisumbua, kwenda tafuta na, na dawa hey. so, <laughs> <laughs> uko sasa, mimi na dawa mimi na wapi? Hakuna mabibi bibi huko? Bibi yupo ila, ah, <laughs> sasa dawa ndio shida. Mabibi wa zamani wanajua dawa. Wewe yaweza kwaza hapa. Haya, kwa asante. Haya, bye. Haya jamani, ay Bwana mkubwa, niambie. Nashukuru sana kwa witikio, bila shaka ndo maana nimefika. mm -hmm. kwa majina naitwa Miles Joseph. Asante. mimi ni bodaboda. okay. Ndio. Sawa. Bana, iko hivyo. sijajua lakini mwenzangu ni nani na unashughulisha na nini? Ta, na imani. Ndiyo. Unanifahamu ila hujui. Ndio hivyo bwana. Bwana mi naitwa Dr. Nicholas. oh. au Dr. Nicky. kumbe wewe ni daktari? Yeah, ndo kazi yangu kwa sababu kama unakumbukumbu vizuri, kuna kipindi umenikuta juzi kati, umenikuta hapo njiani nipo na mke wangu yeah. Siku ile ni siku kama zimeshapita kama siku tatu, eh. Kwa hiyo hicho kipindi bana, kile kitendo unapita unatusalimia. Yule mwanamke akashtuka, alafu akaonyesha dalili ya uoga. Kwa hicho kitu kiliniwazisha mwanangu, yaani sikulala, sikufanya nini, mpaka muda huu nawaza, wewe na yeye mna uhusiano gani? Hapo katikati kuna nini? Labda nikuulize mm. yule dada, wewe ni nani yako? Yule ni mke wangu. Alafu kitu no. cha pili. Sawa, kitu cha pili, yeye ni mke wangu. Alafu wadogo zangu nawajua alafu anakuita shemeji akikuona, nashtuka, sijaelewa yani hicho kitu. We ni shemeji yake kivipi? Alafu akikuona aogope? Okay, iko hivi mm, yule mwanamke ni mke wa rafiki yangu mimi, okay, na mme wake nimesoma naye shule hii darasa hii. Kwa hiyo hapa nashangaa wewe unavyosema kwamba yule ni mke wako, mi nashangaa sana na ni jambo ambalo kwenye akili yangu haingii mara mbilimbili ni mke wa rafiki yangu mimi na tunajuana vizuri. Na kwanza mimi siku ile nilishangaa sana kumkuta pale mmeshikana mkono yaani, ni mke <coughs> unajua nini? Ngoja nikuelekeze vizuri bana. Mnaona kama vile maongezi yanaenda napana kwa sababu yule mwanamke mimi nimezaa naye mtoto wa kiume anaitwa Paulo. Hata miaka mitatu huko nyuma, sawa? Kuna kipindi yule mtoto alikuwa anaumwa, sawa? alivyokuwa anaumwa Nilituma hela zangu nyingi kwa ajili ya kumtibisha ule mtoto, mpaka muda huu mimi nahudumia, yaani ile ma, ma, ma, ma, matumizi kwa mwanamke nini kwa mtoto natuma. Alafu alafu hapo baadaye sawa, yule mwanamke nimepanga naye kuja kumuoa, na kila siku nikitaka aje nyumbani anakuja. Sasa sisi, sijaelewa hapo. Ni mke, ni mke wa rafiki yako kiaje? Hebu nieleweshe mimi, sielewi hapo. Baba, iko hivi Uweelewa, yule ni mke wa rafiki yangu. Kwa muda huu hapa, nitakudanganya, muda meshaniishia. Huu ni muda wa mimi kuwahi kazini kwangu. Ipo siku tantafta, siku nyingine tutaelekezana, ila kwa sasa hivi bana, sasa hivi bana, hatuna muda, umeisha sawa, ndugu yangu, hatuna muda, tumekua